Mwanamke, umekosa hedhi yako kwa sababu hizi rahisi kabisa ambazo ninaenda kuzieleza hapa chini. Yawezekana unachelewa kuona hedhi yako, aidha hupati kabisa hedhi yako. Hiyo changamoto kitaalamu inafahamika kama amenorea, yaani mwanamke kuto kupata hedhi, aidha kuchelewa kuona hedhi yake. Sasa ni vitu gani ambavyo vinaweza vikapelekea huyu mwanamke akawa haoni hedhi yake, wakati hedhi ni swala la kawaida na ni swala la kiafya. Kwanza, kabla tujaendelea, kama we ni mgeni, tafadhali, kama unahitaji kujifunza kuhusiana na afya ya uzazi, usisahau kusubscribe channel ili uweze kujifunza mengi. Unahitaji ujauzito, masuala ya uvimbe, utajifunza vizuri sana kwenye chaneli yetu. Usisahau ili kusubscribe tunavyo upload, wewe wa kwanza kuona. Namba moja, mimba. Changamoto ya ujauzito ni moja ya sababu mbaya inayoweza kupelekea mtu akakosa hedhi, na ndio maana usipoona hedhi yako, kitu cha ja kwanza kabisa hakikisha unafanya kipimo cha ujauzito, pregnancy test. Hii itakusaidia kutambua kama ni ujauzito, aidha ni changamoto nyingine. Namba mbili, msongo wa mawazo kama na msongo wa mawazo wa muda mrefu itapelekea homoni yako ya hypothalamus kushindwa kuzalishwa vizuri, kwa hiyo mwisho wa siku itapelekea wewe kukosa hedhi yako, aidha kuchelewa sana kuiona. Namba tatu ni mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni, mfano changamoto kama za PCOS, eh, Polycystic Ovarian Syndrome. Hii ni kwamba vifuniko yaani, mayai yanakuwa na vifuniko vingi eh, ni kwa mama yake mayai yanakuwa yanashindwa hadi kupevuka kwa sababu ya hiyo vifuniko vingi, kwa Kiswahili halisi. Kwa hiyo ya changamoto ya PCOS inapekea changamoto ya anovulation. Kwa hiyo mayai kama hayapevuki, ni kwamba huwezi ukapata hedhi lakini vile vile kuna homoni ya prolactin. homoni ya prolactin kama imepanda iko juu sana, inaweza ikapelekea wewe mwanamke usipate ujauzito. Ndio maana wanawake ambao wananyonyesha huwa wanachelewa kupata hedhi yake. Unaona kwa nini? Kwa sababu kama unanyonyesha sana, kwa maana hiyo ni kwamba homoni ya prolactin inakuwa juu. Inaweza ikatokea sio mjamzito wala unyonyeshi, lakini homoni hii ikawa juu kwa hiyo maana yake inakuwa ni hatari, na dalili mojawapo ni, moja ni kutokwa na maziwa aidha maji maji wakati unyonyesha. Lakini kama homoni ya thyroid imezidi aidha imeshuka mno, kama imeshuka mno hilo hii ni tatizo ambapo hii homoni inazalishwa shingoni. Namba 4: uzito kupungua aidha kuongezeka. Uzito unavyopungua maana yake mafuta mwilini yamepungua, ndiyo na hii ukipungua ghafla ni kwamba homoni ya estrogen vile vile itashuka, kwa maana hiyo itapelekea wewe kukosa hedhi. Lakini vile vile unavoongezeka ghafla mwili kuongezeka, hapa itapelekea mvurugiko wa homoni, na hii ndo hatari, yaani kuongezeka ghafla, hilo ni tatizo zaidi. Kwa hiyo hiyo inaweza kupelekea ukakosa hedhi yako. Namba tano, kama unafanya mazoezi makali watu ambao wanafanya mazoezi mfano ya kukimbia, wale wakimbiaji, aidha unafanya mazoezi ya aina yote ambayo yanakufanya unafanya kwa nguvu sana, hayo yanaweza yakapelekea wewe ukashindwa kuiona hedhi yako kwa muda mrefu. Namba sita ni matatizo ya dawa za uzazi. Dawa za uzazi zipo, dawa za uzazi mfano, kuna sindano, kuna vipandikizi, kuna vidonge hizo zote zinaweza zikaleta athari na kupelekea wewe kushindwa kuona hedhi yako. Mara nyingi, wengi baada ya kuacha uzazi huwa wanachelewa, na ni kawaida, wengine wanaweza kachelewa hadi miezi mitatu hadi minne hadi sita kwa baadhi. Lakini ikizidi hadi hapo, hilo linakuwa ni tatizo ambalo ni kubwa, unatakiwa ufanye vipimo na upate matibabu. Namba saba ni magonjwa ya uzazi. Hapa kuna changamoto kama za uvimbe ambayo nafahamia kama uterine fibroid, lakini maambukizi ya muda mrefu ya kiwepo ya PID, eh? lakini vile vile kuwa na makovu ndani ya kizazi inaweza kapelekea wewe ukakosa hedhi yako. Na ukiwa na dalili hizi, hakikisha unafanya vipimo, ikiwa pregnant test, unafanya ultrasound, kipimo cha hormone, unapima uzito pamoja na sukari yako, itakusaidia kutambua changamoto iko wapi. Cha msingi, usipoona hedhi yako zaidi ya miezi mitatu, kuanzia miezi mitatu yani, hakikisha unafika hospitali unapata matibabu. Hii video unaweza ukashare na mwingine, ili na mwenyewe ajifunze like, lakini usisahau kusubscribe ili uendelee kujifunza. Asante sana.